Yes bana, mambo vipi? Karibu sana kwenye chumba la sinema JSP, JSP, so that is my name, ndo jina langu, ndo jamaa ambaye na make sure na kuletea story na habari zote ambazo zina make headline na ku trend kwenye mitandao ya kijamii bila kupoteza wakati, bila kupoteza muda, ni kuambie tu. Kama bado uje subscribe, hakikisha basi unaenda kubonyeza hilo neno subscribe hapo ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pale tu tunapozitupia kwenye mitandao ya kijamii lakini, pia usisahau kushusha comment na kulike katika peji hii hapa, kwa sababu itakupa nafasi nzuri ya wewe kufahamu vitu vingi sana vinavyohusiana na burudani kisiasa na kiuchumi pia hapa kwenye jumba la sinema bila kupoteza wakati, twende moja kwa moja kwenye story ambayo inamhusu Captain Ibrahim Traore kutokea kule Burkina Faso. So eh, watu wengi sana wanamfahamu jamani, mtu ambaye amekuwa ah, kivutio kikubwa sana kwa Afrika, namna ambavyo anaongoza nchi yake. So ah, imekuwa uh, nafasi pekee ya mimi na wewe kupiga story kumhusu yeye, kwa sababu hii ndio itakuwa nafasi pekee kabisa ya wewe kwenda kumfahamu Ibrahim Traore, lakini pia na janga ambalo limemtokea hapo juzi juzi juzi. So tuende haraka haraka moja kwa moja kwenye pointi Ibrahim Traore bana amenusurika kufa ama amenusurika kifo baada ya taarifa za kijasusi kumfikia mapema kabisa ambapo msaidizi wake eh, ilisemekana alimwekea sumu kwenye kikombe kimoja kumtoa cha, eh, cha chai ambapo walitaka kumtoa uhai wake. Na ilikuwaje sasa? Huyu jamaa bana ni msaidizi wake katika kila jambo ambalo analifanya, so ni vile ambavyo tunafahamu rais lazima awe na msaidizi wake kwa lolote lile ambalo linaweza likapigwa backup na yeye, basi ndio huyo msaidizi na kwa kazi kubwa ni kupiga backup baadhi ya mambo ambapo rais anakuwa hayupo. Sasa hii hapa ilienda ikatokea kwa mshikaji. Mshikaji alipewa tendo ya kumua Ibrahim Traore kumwekea sumu kwenye kikombe cha chai, na hii hapa ilitokea huko sehemu ambapo walialikwa kwa ajili ya kwenda kupata chai mida ya jioni, na hiyo ilikuwa tamaduni hiyo sema ambapo alikuwa anaenda. So kufika hapo Ibrahim Traore alikewa chai, lakini pia, uh, huyo msaidizi wake alionekana akimforce sana anywe hiyo chai. Na uzuri wa, uh, taarifa za kijasusi alikuwa kashazipata na kuambiwa kwamba bwana, umewekewa chai yenye sumu, hakikisha hiyo chai unywi. Lakini, uh, bahati nzuri ama bahati mbaya hakumjua nani ambaye atakuwa anahusika na hilo swala. So ikaonekana huyu msaidizi wake alimforce sana kunywa hiyo chai, uh, na ndipo ambapo Ibrahim ole akaisi huyu ndio mhusika, na waliamua kumkamata na kuondoka naye. Lakini katika taarifa za kumchunguza ama kumpekua pekua, ilionekana kwenye simu yake, alisoma miamala ya pesa kubwa kubwa nyingi sana, ambazo zikiambatana na message kuonekana kwamba huyu tutamua kwa njia ya sumu. So hii basi ilipelekea moja kwa moja, so ku, kwa so, njia na walifanikiwa kumpata walimtekea, walimwekea kama mtego fulani hivi kwa kumwalika kama a, haji kwenye nchi yao kwa ajili ya kuwatembelea. Mwisho wa siku akaja akampata na kumbaini mwisho wa siku, wakamrudisha kwenye nchi yao kwa ajili ya kwenda kuchukuliwa hatua na sheria, maana tunafahamu hairuhusiwi raia wa nchi nyingine kumtesa ama kumnyanyasa kwenye nchi yao. So walimrudisha kwenye nchi yao kwa ajili ya kwenda ku sheria kufuata mkondo wake, na huyu naye walidili naye yeye moja kwa moja. Sasa tujue walidili vipi? so hiyo ndo ikaika ambayo ilitaka kumtokea ama kumkuta Ibrahim Traore captain katika nchi ya Burkina Faso. Eh, bana, nasema asante kwa kuendelea kunisikiliza JSP JSP zo. Muda na wakati ndo huu huu ambao tunapea na mastori na mataarifa kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea duniani. So endelea kubonyeza tu alama ya subscribe kuhakikisha tunakuwa wengi zaidi. Mambo yapo. Tukutane muda mwingine na wakati kama huu hapa. Naitwa JSP JSP zo. Bye bye.